Wadau wa maendeleo ya elimu nchini, taasisi za Read Tanzania na Karimjee zimetoa kiasi cha shilingi milioni 30 takriban, kwa ajili ya kutumika katika ukarabati wa maktaba na ununuzi wa vitabu vya ziada na kiada kwa shule ya sekondari ya Ubungo NHC, Dar es Salaam, kwa lengo la kusaidia kuboresha miundombinu ya mahali pa kusomea shuleni hapo. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza wakati wa hafla ya kukabidhiwa maktaba hiyo, afisa elimu vifaa na takwimu wa manispaa ya Ubungo Dar es salam Wema Mwakibinga amesifu jitihada za taasisi hizo katika kukuza sekta ya elimu hapa nchini. vitabu katika maktaba hapa shule ya sekondari Ubungo NHC na msaada huu tunaamini utawasaidia sana wanafunzi kuweza kujisomea na kuongeza upeo wao wa kufikiri. Na kuongeza ujuzi zaidi ambao wakati mwingine hawawezi kupata darasani ila kwa kupitia vitabu wataongeza ujuzi ambao utawasaidia hata baada ya kumaliza shule. Kwa kupitia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Halmashauri ya Ubungo imepokea vitabu zaidi ya elfu arobaini ambavyo vimegawanwa kwenye shule zetu thelathini na sita. Mazingira yamekuwa mazuri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 tunaamini kwamba mapinduzi Ubungo yatatokea kwa upande wa uongozi wa taasisi ya Karimjee na Read Tanzania, ambazo kwa pamoja wameshiriki kusaidia ukarabati huo. Wamesema h tumekuwa tukifanya miradi mbalimbali ya kutengeneza maktaba katika shule za sekondari za umma, na leo hii tuko katika shule hii ya Ubungo NHC Sekondari. Uh, tumezindua maktaba mpya uh, na uzinduzi wa maktaba huu ume... Tanzania milioni 30 na kiasi hicho cha fedha kimetumika kufanya ukarabati mdogo wa jengo kwa kuweka michoro mbalimbali mbali, lakini pia kununua samani mbalimbali ambazo mbali mbali zimewekwa kwenye maktaba hii. Lakini leo lililotuleta hapa zaidi ni kuja kukabidhi library kwa sababu tumekuwa pia tukishirikiana na, na Read, Tanzania kwa muda wa miaka kumi sasa toka kuanzishwa kwao kwa tumekuwa tukitoa mtowasani na tumekuwa tukiboresha library hapa na pale, na leo tumekuja mtaa wa Ubungo hapa Ubungo uh, NHC tumetoa library uh, tumekuja kukabidhi hii library ambayo library hii inachukua karibu watoto 64 kwa wakati mmoja. Kwanza cha kwanza ningependa kumshukuru Mungu kwa hii bahati tuliojaliwa kwenye shule ya Ubungo National House Secondary School uh, ningependa kwa kuambia kwamba hii maktaba itaenda ita, ita kukusaidia sisi katika kujifunza vitu -vitu na vitu vipya ambavyo sisi hapa, ambavyo hatuvijui. Kwa mfano kama tulivyoongelea kule kwenye kikao, walisema kwamba kuhusu app mpya iliyotoka ya ChatGPT, ambayo ukiuliza swali wanakujibu hapo hapo. Hadi sasa Read Tanzania imekarabati maktaba 177 katika mikoa 20 na miwili ya Tanzania bara huku zaidi ya vitabu milioni moja na laki sita vikiwafikia wanafunzi zaidi ya laki nane na walimu elfu moja mia tatu ishirini na saba mkuu wa mkoa wa mwanza bwana saidi mtanda amesema kutokana na miradi mikubwa ya kimkakati inayoendelea mkoani humo anatarajia vyanzo vipya vya mapato na kodi vitazaliwa na kuifanya mkoa wa mwanza kuwa na mchango mkubwa zaidi katika uchumi. Bwana Saidi Mtanda amesema hayo alipokutana na ujumbe wa maafisa wa mamlaka ya mapato nchini Tanzania, TRA, ukiongozwa na mkurugenzi wa elimu ya mlipa kodi na mawasiliano Bwana Richard Kayombo walipofika kujitambulisha.